Na ni matarajio ya serikali kwamba zoezi hili lifanyike kwa uwazi na kuzingatia haki, na kwa kuhakikisha kwa kwamba wale waliolengwa ndio wanaoingia kwenye shughuli za mradi. Tunazungumza ya kwamba tunahitaji kuwa na wananchi wenye kipato cha hali ya chini kuwa kipaumbele cha mradi na tungetamani tukija kufanya ufuatiliaji basi tuone kwamba wananchi hao wamefikiwa na sio tofauti. Na ndio maana tunasisitiza sana kwamba zoezi hili lifanye lifanyike kwa haki. Tungeweza tukakaa na viongozi wa vijiji, viongozi wa kata tukachambua wanufaika, lakini tulifikiri kwamba tunaweza tukakosea. Kwa hiyo ili kuhakikisha kwamba haki hii inapatikana, tume tumesisitiza kwenye mkutano wa wananchi wa kijiji na hata mkutano wa ndani na serikali ya kijiji kwamba ni lazima majina yale ambayo yameteuliwa kwa ajili ya kuingia kwenye mradi hasa kwa mwaka huu wa kwanza na miaka inayokuja ya basi yaweze kuidhinishwa kwenye mkutano o, mkutano wa wanakijiji wote, lisomwe jina moja moja, wananchi waridhie kwamba ingia au wasiingie. Nafikiri kwa kufanya hivyo tuna uhakika tutapunguza, tutapunguza malalamiko na uh, fununu kwamba labda kumekuwepo na upendeleo katika zoezi moja Lengo letu ni kwamba tunaanza na hao wenye kipato cha chini, lakini tunaamini kwamba kwa sababu huduma hizi zinaendelea, kwa mradi huu ni wa miaka kumi, tuna imani kwamba tukifikia kwenye huo mwaka wa kumi, basi huduma zile zilizotolewa na mradi zinaweza zikawa zimewafikia wananchi wengi uh, uh, na yamkini huenda ikawa ni wananchi wote ndani ya kijiji husika. Na hata ikiwezekana basi mradi uweze kusambaa nje ya vijiji ambavyo havijatekeleza mradi au nje ya kata ambazo hazijatekeleza mradi. Hayo ndio maono ya, ya serikali iliyotutuma, uh, kuja kuratibu, kuratibu mradi, na sisi tunajitahidi kadri Mungu atakavyotuwezesha kuhakikisha kwamba ya, yanakwenda kutokea na mwananchi aliyeko kwenye hali ya chini anakwenda kunufaika, kwa sababu lengo kubwa tunataka tukaone kwamba mwishoni kuna kuwepo na ongezeko la kipato kwenye ngazi ya hizo kaya, kuna kuwepo na, na, na ongezeko la lishe bora katika hizo hali ya lishe iliyo bora katika hizo kaya, lakini mwisho kabisa tuweza kusema kweli kumetokea mapinduzi katika sekta ya maziwa. Maziwa yakiwa mengi lazima ya yawe na soko. Kwa hiyo mradi umepanga kutengeneza miundombinu ya kuhakikisha kwamba maziwa yanayozalishwa hayaribiki kwa mfugaji, maziwa yanayozalishwa yanaenda sokoni ili yaende sokoni, kwa mradi unatarajia kutengeneza miundombinu miundombinu. Mojawapo ni kujenga vituo vya kukusanyia pamoja na kupozea maziwa kabla hajaenda kwa wasindikaji. Kwa hiyo tunatarajia hizi kata tatu za mradi zitajengwa vituo kwa ajili ya kukusanyia na kupozea maziwa kabla ya kuondoka kwenda kwa wasindikaji na walaji. Hizo oh, ni shughuli ambazo pia tunatarajia zitafanyika kupitia mradi huu. Ushauri wangu kwa serikali ni kwamba wajaribu pia kusimamia na kufuatilia, kwa sababu huku chini unaweza ukakuta tumependekeza watu aidha kwa mapungufu, lakini wakifuatilia na kujua kwamba hawa, je, ni wahitaji kweli watakuwa wamesaidia pia kufanya vitu vya uhakika ambapo walengwa watakuwa wamefikiwa vizuri zaidi. Umeambiwa ndani ya miradi, hata kama mimi sitapata huu mradi wa ng'ombe, lakini kuna mradi mwingine naweza nikaingia huko, bado yatakuwa kama yamekuja kama ni maendeleo kwenye kijiji chetu, yaani kutakuwa kumekuwa kwa, kwa, kwa mji yaani mji utakuwa kupitia hii miradi napokuja.